Sasa sehemu ya mbele kidogo ina changamoto kwa sababu Rafinha anakosekana. Zaidi mwenye mchango mkubwa zaidi wa magoli msimu wa pili. Kwa hiyo kuna hofu katika wao wawili wanaweza kukutana katika mchezo wa leo lakini Fabian Ruiz atapatikana katika huo mchezo. Yet bado wana Daniel Olmo, wana Rashford, wana Lamine Yamal pia. Mambo vipi, mwana Irem TV eh, ambayo unatufuatilia popote ulipo kwa hivi sasa. Na nataka tuzungumze kwa siku ya leo kuhusiana na mchezo uliosubiriwa na wengi sana kuanzia msimu uliopita baina ya kikosi cha FC Barcelona dhidi ya kikosi cha Paris Saint Germain. Na moja kati ya sababu za watu wengi sana kuutamani na kusubiria huu mchezo ni kwa sababu kikosi cha FC Barcelona kinaonekana na kilionekana pia kipo katika hali ya juu kabisa ya kiushindani ambao katika hali hiyo inatosha kabisa kushindana na kocha wao wa zamani Luis Enrique katika kipindi hichi ambacho Paris Saint-Germain pia ni bingwa mtetezi wa UEFA Champions League, lakini pia ni miongoni mwa timu bora zaidi duniani kwa hivi sasa. Mchezo wa leo wa UEFA Champions League unaweza kuwa na sura tofauti kabisa. Miongoni mwa watu wengi ambao walikuwa wakisubiria mchezo huu ni pamoja na mimi. Lakini mchezo huu umekuja katika kipindi ambacho timu zote hazijakamilika. By the way, it's very disappointing kujua ya kwamba Barcelona ataenda katika mchezo dhidi ya kikosi ya Paris Saint Germain ili hali akiwa anakosa magolikipa wake chaguo la kwanza kabisa katika kikosi hicho. Uh, golikipa Joan Garcia amepata majeraha na hata shiriki katika mchezo huu, lakini pia golikipa Mark Andre Ter Stegen na nahodha klabu ya Barcelona amekuwa nje kwa muda mrefu. Kwa hiyo ipo posibiliti kubwa sana leo ya golikipa Wojciech Szczesny ambaye msimu uliopita alilinda lango la FC Barcelona baada ya Mark Andre Ter Stegen kuumia kuwepo langoni. Lakini by the way pia Barcelona wana wazaji ambao wana hofu nao kama wanaweza kushiriki katika huu mchezo. Mmoja wapo ni Alejandro Balde, mlinzi wa kushoto wa klabu ya FC Barcelona. Kuna hofu kubwa kama ataweza kushiriki kwa sababu ndo kwanza anatoka kama jeraha. Lakini eh, Eric Garcia anaweza ka replace leo nafasi ya Ronald Araujo kwenye kikosi cha kwanza. Kwa wazaji wengine ambao wana majeraha lakini hakuna hii athari kubwa ni pamoja na Gavi. Of course ameshindwa kupenetrate katikati ya kiwango kile ambacho anakionyesha Pedri pamoja na Frank Dion. Sasa sehemu ya mbele kidogo ina changamoto kwa sababu Rafinha anakosekana. Mzaji mwenye mchango mkubwa zaidi wa magoli msimu uliopita kwenye kosti ya FC Barcelona anakosekana katika mchezo wa leo bila kumsahau pia Fermin Lopez miongoni mwa namba kumi ambazo by the way ni surprise kwa wengi. Hawaelewi kwa nini anacheza, lakini yet amekuwa ni moja kati ya miili mi mikubwa sana kwa kocha Hans Flick. Kwa PSG, kikosi chao of course yakija kamilika kabisa. The entire front three, totally hakuna mzaji hata mmoja ambaye atahudumu ukimwondoa Bradley Barcola ambaye msimu uliopita alikuwa anaingia toka, lakini the entire front three kwa maana ya Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia pamoja na uh, Ousmane Dembele wote watatu wanakosekana katika mchezo kwa sababu ya majeraha. Kwa hiyo PSG inabakia na attacking options chache, lakini ukirejea pia katika eneo la kiungo, ipo hofu kubwa kama Vitinha anapatikana katika mchezo wa leo pamoja na Joao Neves. Kumbuka ile tatu yao katika eneo la kiungo inajengwa na Vitinha, Fabian Ruiz Eh, pamoja na, na, na Joao Mendes, kwa hiyo kuna hofu katika wao uh, wawili wanaweza kukosekana katika mchezo wa leo, lakini Fabian Ruiz atapatikana katika huo mchezo. And by the way, eneo lao la ulinzi pia wana bahati mbaya pia, Marquinhos nahodha wa kikosi cha PSG anakosekana katika huo mchezo, lakini nakurudisha nyuma kidogo uh, mara ya mwisho timu hizi kukutana, kama unakumbuka, na walikutana katika dimba ambalo pia leo linakwenda kutumika lile dimba la Montjuic Stadium ni dimba hilo hilo ambalo Barcelona alichezea kipigo cha golini moja akatolewa katika hatua ya fainali na Paris Saint-Germain. Lakini mwaka jana bahati mbaya ya ni miongoni mwa vilivyozuia Barcelona kukutana na, na PSG msimu uliopita lakini ni mchezo ambao pia Luis Enrique atakuja na picha ya tofauti sana. Since then amegundua mbinu ya kukaa juu kabisa jukwani, anatazama akitokea jukwani, anaangalia namna ambavyo Costa anacheza lakini pia anawasiliana na timu yake ambayo iko chini pale kwenye benchi kwa ajili ya kuona namna ambavyo anaweza kuboresha squad yake. Akisema ni miongoni mwa mbinu bora pia ambazo watu wengi yetu bado hawajagundua kama ni mbinu bora. Kwa hiyo yeye anakuwa kama miongoni mwa pioneers wa mwanzo kabisa. Kwenye kwenye football kufanya mbinu hii ambayo anaitumia, hapewi kadi, lakini anapenda kukaa juu. Sasa nini ambacho kinategemewa katika mchezo wa hapo baadaye wa PSG dhidi ya Barcelona? Moja e, Barcelona of course wao hawana shida kubwa kwenye attacking three. Lewandowski bado inawezekana asipate nafasi ya kuanza, kwa sababu yet bado wana Dani Olmo, wana Rashford, wana Lamine Yamal pia anatokiwa kuhudumu kwenye squad pia katika hizi nyakati. Kwa hiyo uh, by the way ni mchezo ambao unategemea kukutanisha wazaji wakubwa, na eh, Luis Enrique anaweza kuja na mbinu tofauti katika mchezo wa leo, mchezo dhidi ya uh, Ashraf ram alihudumu kama wna, na inawezekana pia mwalimu akajaribu kutumia aminu ho, lakini ia anaeza kumtumia aaa ili kuwapa nafasi wachezaji wengi zaidi katika eneo la kiungo uh, ikiwemo maulu ambaye pia anahudumu katika eneo anahudum, lakini pia Barcelona wasichukue mchezo poa kwa sababu bado uh, PSG watakuwa na wazaji pia hatari Goncalo Ramos, Lee Kang-in, bila kusahau pia Bradley Barcola miongoni mwa wazaji ambao, katika wale watatu wa mbele, Barcola anaweza kuleta kitu cha tofauti kabisa katika mchezo, lakini pia kinachotazamiwa katika mchezo wa leo pia ni ile battle ya Nuno Mendes dhidi ya, ya, ya mawinga kama unakumbuka msimu uliopita alimpochi Mohamed Salah akamweka mfukoni, lakini pia mechi ngumu kabisa ambazo amekutana nazo dhidi ya mawinga hatari kabisa, aliweka mfukoni, na alifanikiwa kucheza dhidi yao. Kama unakumbuka pia fainali ya UEFA National League kati ya timu ya taifa ya Hispania dhidi ya timu ya taifa ya Ureno, alikutana na Lamini Yamal na akamtia mfukoni. Na namba kumi huyu atarejea pia mara baada ya kuwa na majeraha ya muda mrefu, lakini amerejea katika mchezo uliopita amepiga assist kwa Robert Lewandowski. Na mchezo wa leo anao nafasi kubwa kabisa ya kuanza katika kikosi cha kwanza cha Hans Flick. Tutakuwa tena kwa mara nyingine, Nuno Mendes dhidi ya mawinga. Ataendelea kuonyesha ubora ule ule? bado ni maswali ambayo yanaendelea kuwepo pia katika huu mchezo kati ya PSG dhidi ya kikosi cha FC Barcelona. Lakini pia hii ni ile clash of the big giants ama clash of the titans. Kwa sababu Barcelona na PSG ni miongoni mwa timu ambazo zinao nafasi kubwa zaidi ya kufanya vizuri katika mchezo wa UEFA Champions League msimu huu. Ukizingatia sehemu ambako waliishia msimu uliopita, Barcelona waliishia nusu finali, PSG akawa bingwa. Lakini bado ni vikosi ambavyo vikao vina watu wengi wanatamani vikutane. Lakini pia hii ni clash ambayo kama angekuwepo Ousmane Dembele, maana yake ingekuwa ni clash of the big giants, big two, kwa maana ya Ousmane Dembele dhidi ya Lamine Yamal ambaye amemaliza nafasi ya pili katika zile tuzo za Ballon d'Or. Lakini kwa bahati mbaya anakosekana katika mchezo, kwa hiyo pengine vijana wa Blaugrana watakuwa wanategemea kuonyesha hasira yao kwa, kwa, kwa vijana wao au vijana wenzao kukosa tuzo ya Ballon d'Or mbele ya Osman Dembele. Ni mchezo mgumu kweli kweli. Mwamuzi wa kati Muingereza Michael Oliver leo yupo katikati kupoliza kipenga na kuamua nani ambaye ataondoka na alama tatu. Kumbuka, hapa hakuna marejeano, hii ni league phase. kwa maana ya hatua ya ligi, ni alama tatu tu hapa ndo zinamata. Kwa hiyo atakayeondoka na alama tatu au kama watagawana alama moja anaendelea kujiweka vizuri zaidi katika msimamo kuwa miongoni mwa zile timu nane zinazofuzu moja kwa moja au kuanzia nafasi ya tisa mpaka nafasi ya ishirini na nne ambazo zitakompiti kwenye playoff kwa ajili ya kufuzu katika hatua inayofuata ya kumi na sita bora. Ni mchezo mgumu, mchezo mzuri kabisa wa UEFA Champions League katika hatua ya ligi. Na kama ukinieleza mimi, nakwambia leo, kutokana na historia ya majeruhi waliokuwa nayo klabu PSG wana hatari kubwa sana kupoteza mchezo wa leo, lakini yet tunasubiri kuona surprise package kutoka kwa kocha ambaye kwa sasa anahesabika kama kocha bora zaidi duniani Luis Enrique dhidi ya mtaalamu Hans Flick. Nini atakuja nacho kipya katika mchezo wa leo na nini ambacho wa makocha watatuletea kipya katika mchezo wa leo. By the way, mimi nashukuru kwa wewe kuwa pamoja nami, endelea kusubscribe katika channel yetu, lakini pia share zaidi na marafiki kwa ajili ya kuambia hapa ndiko sehemu ambako zinapatikana taarifa za uhakika na nyingi na za wakati wote za kimchezo.